Ni kwamba mnamo tarehe mbili mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano majira ya asubuhi, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limeweza kupokea taarifa kutoka kwa mtu ambaye anaitwa CJ Mbuki Emmanuel mwenye umri wa miaka 31, mkazi wa Iwambi, ambaye ni mke wa Mpaluka Saidi Nyagali almaarufu Mdude, kuwa mnamo tarehe mbili mwezi wa tano mwaka 2025 majira ya saa nane za usiku wakiwa wamelala huko mtaa wa Ivanga kata ya Iwambi jijini Mbeya, kwamba kuna watu wasiofahamika waliovamia baada ya kuvunja mlango na kuingia ndani na kisha kumjeruhi Mpaluka Saidi Nyagali au maarufu Mdude sehemu mbalimbali za mwili wake. Aidha, watu hao baada ya tukio hilo walifanikiwa kutoweka na mhanga huyo na kwenda naye kusikujulikana. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linakanusha taarifa zinazosambaa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii ambayo linadai askari polisi kuhusika na tukio hili. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na ufuatiliaji ili kumpata mwanga huyo na kuwabaini waliohusika katika tukio hili kwa hatua zaidi za kisheria. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa yoyote mwenye taarifa za mahali alipo Mpaluka Saidi Nyagali au maarufu Mdude, azitoe ili kufanikisha kumpata, pamoja na taarifa za watu waliohusika katika tukio hili tuweze kuwakamata.